Nipo mpaka wa Tanzania na Malawi unaitwa Kasumunu. Wenyeji wananiambia hapa kwamba unachokiona, sasa, hizi magari mengi yanayoonekana hapa sasa ni haya tu ya mafuta ambayo ndio yanaonekana kuwa mengi, lakini huwezi kuona magari mengi, kwa mfano, yanayobeba bidhaa za vyakula kama vile ndizi na nyanya, lakini kwa sababu Malawi na Afrika Kusini ilizuia bidhaa za Tanzania kuingia katika nchi yao, na sasa jana Tanzania pia ilizuia bidhaa za Malawi kuingia huko, lakini Tanzania imeenda mbali imesema hata mahindi ambayo Malawi ilikuwa imenunua hata Tanzania kwa ajili ya kusaidia swala la, la upungufu wa chakula kule hayatakwenda, pamoja na mbolea pia ambayo wanajiandaa kwa ajili ya msimu wa kilimo hapo mwezi unaokuja, mwezi wa Mei. Sasa hii piga nikupige inaendelea hivi sasa, haijulikani itaisha vipi, lakini waziri wa kilimo jana, Basha, amesema kwamba mazungumzo yanaendelea hasa kupitia wizara ya mambo ya nje. Hata hivyo Tanzania haiwezi kusubiri mpaka mazungumzo yaishi. Kwa hiyo wameweka na wenyewe katazo lao wakisubiri mazungumzo yaendelee endelee, takapoaguliwa basi biashara zitafunguliwa, lakini haijulikani i